Ni mara ya nne kwa kinara wa ODM Raila Odinga kuingia katika makubaliano ya handsheki humu nchini. Raila alifanya mkataba kama huo mara ya kwanza wakati wa utawala wa um, marehemu Rais Daniel Arap Moi, na baada ya hapo Raila aliungana na marais wote waliofuatia. Makubaliano ya leo yanatoa ahadi tele ya kutatua changamoto zinazoikumba taifa hili, ila maswali yanaibuka kuhusu iwapo kutakuwa na mabadiliko yoyote kwani maridhiano ya awali hayajatatua matatizo yaliyopo. Sasa kwa Rais William Ruto, matukio haya yalionekana kama hayatawahi kushuhudiwa. Ruto akiwa mgombea urais mwaka 2022 aliongoza kampeni kali dhidi ya maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, akielezea kuturidhika kwake hadi kule Chatham House nchini Uingereza, akiahidi kukomesha kile alichokiita siasa za handsheki zilizozalisha mfumo wa uongozi usioeleweka the result which you see today in kenya, there is no government and there is no opposition. today in kenya you have a mongrel of a governance system you don't know whether it is the government that is in the opposition or the opposition is the one that is in government ni msimamo alioendeleza hata baada ya kuingia Ikulu miezi minne baada ya kula kiapo cha urais akisema, matatizo yote ya serikali ya Uhuru Kenyatta ilisababishwa na maridhiano kati ya Uhuru na Odinga. We got here because you get the opposition which is supposed to hold government to account into some illegal, you know, cohabitation or whatever it was called. Hata akiwa nje ya nchi, msimamo wa Msima rais ulisalia ule ule, akikanusha uwezekano wowote wa kushirikiana na Odinga na chama chake cha ODM. Raila Odinga ni mkongwe wa siasa za maridhiano na anajua vyema mikakati hiyo. Alianza mchakato huo baada ya uchaguzi wa pili wa vyama vingi vya kisiasa ambapo alishirikiana na Rais Daniel Arap Moi. Wakati huo vyama vya National Development Party NDP na KANU viliungana, hatimaye Odinga akachaguliwa katibu mkuu wa KANU. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 na machafuko yaliyofuata vilimpa Odinga nafasi nyingine akawa waziri mkuu kupitia mkataba wa kugawana mamlaka na Rais Mwai Kibaki. Raila Amolo Odinga, mwaka 2018 tukashuhudia maridhiano mengine nje ya jumba la Harambee safari hii kati yake na Uhuru Kenyatta, jambo ambalo halikutarajiwa. Wawili hao waliungana kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili ambapo Odinga akiwa mgombea wa Kenyatta alishindwa na Ruto aliyekuwa mpinzani mkubwa wa rais huyo. Wakati ilipoonekana kuwa siasa za hansheki zimeisha, zikatokea picha hizi kutoka nyumbani kwa Rais Yoweri Museveni huko Kisozi. Kwa wachambuzi wa kisiasa picha hizo zilionekana kuwa Odinga alikuwa kwenye mchakato mwingine wa maridhiano, safari hii na Ruto. Hatimaye wawili hao waliteua wajumbe wa kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO ambayo ilihitimisha kazi yake katika ukumbi wa Bomas ikipendekeza suluhisho la kikatiba badala ya kiuchumi, wakati ambapo muungano wa upinzani wa Azimio ulikuwa ukishinikiza hatua za kupunguza gharama ya maisha. Sasa fursa nyingine imejitokeza kwa mahasimu wa kisiasa wa muda mrefu kushirikiana, wakitia saini mkataba na kuahidi suluhisho kwa changamoto za kijamii, kiuchumi na kisiasa za Kenya. Hata hivyo, maswali yanazuka kuhusu iwapo haya yatasaidia ya Kenya kutatua changamoto hizo zake, ikizingatiwa kuwa maridhiano ya awali hajatatua matatizo yaliyo. Jamila Mohamed, runinga ya Citizen. Naam, taarifa hiyo ya Jamila inanikumbusha maandiko ya Luka sura ya sita ambayo anasema kwamba mbona unaangalia kibanzi kilicho kwenye jicho la mwenzako ilhali na wewe unaboriti ndani ya lako.